Yes, mambo vipi mwana sawa sawa digital, hope huko poa kabisa eh, na mambo mengine yanakuwa yanaendelea vizuri vizuri kabisa lakini, sisi kama sawa sawa digital eh, tuko hapa kuweza kukupa habari lakini pia kukujuza kile kila kitu ambacho kinakuwa kinatokea eh, katika dunia yetu au katika maisha yetu ya eh, kawaida. Niko na story moja ambayo inamhusu mwanamke mmoja ambaye mwanamke huyo ana umri wa miaka ishirini na sita ambaye amefahamika kwa jina la Jaclyn Diiorio E, ambaye anakabiliwa na mashtaka mazito mara baada ya kuweza kudaiwa kwamba alipanga njama ya kuweza kumuua mpenzi wake wa zamani ambaye ni askari wa polisi e, wa jiji la Philadelphia, mwenye umri wa miaka hamsini na saba pamoja na binti yake wa miaka kumi na tisa. Matukio haya yamekuwa yakitokea sana katika dunia hii kwa sasa hivi, matukio ya kuuana, mara mpenzi kamuua mpenzi wake, mara fulani kamuua mchumba wake, mambo yamekuwa ni mengi. Sasa sijajua ni kitu gani ambacho kinakuwa kinasababisha mambo kama haya kuweza kutokea katika jamii zetu. Sasa kwa mujibu wa hati ya mashtaka ya Diiorio, di alikutana na mtu kupitia programu ya kutafuta wapenzi ya Tinder. Ni moja kati ya mtandao ambao pia e, unatumiwa na watu tofauti tofauti katika swala zima la kuweza kutafuta e, wapenzi. Mtandao huu umekuwa e, unatumika sana hata kwa Watanzania. Pia kuna baadhi ya watu ambao pia wanatumia mtandao huo kuweza kupata wapenzi, wanaweza e, kukutana, then mwisho wa siku wanaweza kufanya vitu ambavyo vinakuwa e, vimetokea mara baada ya kuweza kukubaliana e, watu hao. Ambaye sasa mtu huyo alikuwa akitoa taarifa kwa siri e, kwa polisi e, di, e, Diorio aliweza kudaiwa kwamba kuwasiliana naye kupitia simu na ujumbe mfupi eh, kabla ya kuweza kukutana ana kwa ana. So walikuwa wanawasiliana kupitia mtandao huo wa Tinder eh, kabla ya kuweza kukutana. Sasa, ripoti zinaeleza kuwa kwamba eh, Diorio aliahidi kulipa dola elfu kumi na mbili ni kama, uh, Tanzania uh, kama milioni thelathini na mbili hivi kwa pesa ya Kitanzania kwa mauaji hayo uh, ya ambayo yalikuwa tayari kuwa alikuwa amekwisha kulipa uh, kiasi cha awali cha dola mia tano ambayo ni sawa na milioni moja kama na laki tatu hivi kwa pesa ya Kitanzania. Sasa kabla ya kuweza kuitwa mbaroni wiki iliyopita, huku uh, broadcaster township wakiweza kuwa na stori nzuri kabisa lakini pia kuweza kuwa na taarifa hiyo kuhusiana na vitu kama hivyo. Sasa mitandao ya kijamii pia imekuwa e, ikiweza kusababisha matukio tofauti tofauti. Tunaona matukio kama haya yakiuaji ameweza kusababishwa na mitandao ya kijamii watu kukutana na wapenzi wao kupitia e, baadhi application au katika mitandao tofauti tofauti ambayo inapatikana e, huko duniani inaweza kusababisha matukio makubwa kuweza kutokea kama hivi tunaona sasa ameweza e, kutokea mauaji makali kabisa binti huyo na kuweza kutekeleza. Lakini sisi kama sawa sawa digital tuko hapa kukupatia taarifa zote ambazo zinakuwa zinatokea. Endelea kutufuatilia.